mimi bila kuambiwa na watu wengine. Kuna watu tulikuwa nao shuleni weza kuwaelekeza wenzake leo hana. Kwa kuwa wewe, Allah subhanahu wa taala amekupa nafasi hii, amekupa fursa hii ya kuweza kukaa na wenzako na kuwaelekeza, kabla fursa hii haija kuponyoka mimi pamoja na wewe tuifanyie sana kazi hiyo katika mambo ambayo yanahuri watu na kuwafuruga watu. Katika jambo kubwa ambalo linawadanganya sana watu, jambo la cheo, ni jambo ambalo linawahuri sana watu. Mtu akiwa katika kiti fulani wakati mwingine anaona kwamba basi hao wengine hawana maana, kumbe kiti hiki siku si nyingi anaweza akakiachia kiti hiki hiki hiki, alafu mwingine akakaa baya. Nitoe picha moja, mlemavu mmoja alikwenda kwa kiongozi ambaye yuko ndani ya ile ofisi, akienda kuhitaji mtaji kwa ajili ya ufugaji wa kuku. Ye ni mlemavu lakini amekwenda katika ofisi ya mkubwa mmoja hivi, ameenda kuhitaji mtaji kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa mayai. Sasa walipomuona yule mlemavu wakamdharau, kwamba huyu anahitaji hizi pesa na hadi yake hii alionayo, afanyeni nini

na kaona huyu atafanya kazi gani huyu, wa tilka al ayyam, muda huyu wa baina nasi. Wewe leo unalela, kesho una wewe. Leo ni askari, wewe kesho si askari. Wewe trafiki leo unanisumbua mimi, gari yangu kioo kimepasuka, kesho hiyo yeah. kazi kuna kesho wewe ni abiria, kesho wewe

biashara zake, watu wakamwambia kuna mtu mmoja mkarimu, bwana hana neno, ungemwendea yule ukamwelezea tatizo hili, atakupa hakati. Wakamwelekeza iko mahala fulani tamuru Wakamuelekeza yule bwana akenda. Angalia mbele, yule bwana anakwenda, hajui bosi ni nani, yule bosi ni yupi, hajui ni nani bosi. Enda kale enda kugonga, afunguliwa mlango, anakaribishwa anawekewa kiti akae, kale aeleze shida zake aweze kutanguliwa, na lasima ukae mbele yangu ili unieleze shida yako, meza hii hapa, viti chapa anakaa pale, anamtazama vizuri, anamkumbuka kwamba huyu ndiyo yule aliyekuja kuomba mtaji kwa ajili ya ufugaji, nikamtoa likamtoa, na huyu ambaye yeye ndo amekalia kiti ashamjiwa kwamba huyu ndiyo yule ambaye alivitoa